John, hauko makini na kazi yako. Kwa nini boss? Simu yako iko wapi? Wewe ni mjinga ujue, simu yako ni nayo mimi na nimemkamata nayo Musa. alikuwa nataka apige simu polisi atoe habari zote za umundani. Sasa nacho kwambia, kamate Musa, mfungie ndani. Hakikisha Musa hatoki nje mpaka siku yake ikifika ya kumsafirisha kwenda kumuuza. Fanya haraka bwana. Halo mama, shikamo mama. Sijambo mama yangu, tunamshukuru Mungu, ah, mimi nashukuru Mungu. Naona leo mmenikumbuka leo. <laughs> Hey, mama mambo mengi eh. Si hamna mama, nitakupigia usijali mama tu anaingiliana sisi hatu jambo. Nimekuta umenipigia nikaona sio mbaya nikupigie. Eh, hey mama, basi nitakupigia simu basi mama, tusamee. Oh, binti yangu. Wanga akafunga shule kwa hiyo tunamleta huko kwa ajili ya likizo. ah, mnamleta eh? E, bora mji binti zangu jamani, maana nimewakumbuka kwa hiyo mji wangu, nije nicheza huko mabinti zangu wananipikia pikia. Jamani nimefurahi, kwa hiyo ni surprise. Haya, kwa hiyo sisi kesho tutampandisha gari afu nitakupa namba za konda. Mtamfanyaje? tunampandisha gari

Mama, mi binafsi nina mambo mengi, mi uku natafuta hela. Mamaangu mi singemleta tu aa. kwa hiyo mambo mengi ya jini ndio mnafanya nayamnafanya kumtoa mtoto sadaka, au kuja vijini kumnaniona mimi mwanga eh? Mshako, mshako, mshako, mshako, mtunzima, tulo, nekana, mwanga. Aki akishakuwa mtu mzima tu anaonekana mwanga? Au mnaona mimi mwanga? Hamna mama, sio hivyo? dogo kwa maana hiyo, wewe ndio umetoka hapo juu, umeruka mpaka hapo chini, nia yako ni nini eh? Nia yako ni nini, unataka kutoroka? utakuja kuvunjika mdogo wangu, utavunjika eh? Unanisikitisha sana, hebu simama, simama, angalia sasa mguu. Eh? unatoa sadaka kwa nini? Ambadiliki, mko hivyo, mna mambo ya ajabu nyinyi jamani. Yani mko ni mtu mzima, lakini hana maana akili hana, mtu mzima ovyo na yeye yani. Baada ya wewe ndio una akili kusema dada huyu haeleweki, na wewe unafanya hivyo, kama unafanya dada yako. Kwa nini mnakuwa hivyo jeu, watoto wenyewe jamani? Mtoto mdogo huyo, jamani, mnampandisha kwenye mabasi tu, sivi? Maajali kibao. Haya. <laughs> Mama, nimekuelewa ila mama yake ndio katakae. Wewe unaisikia una, una, tu upate kufurahisha baraza. Sina haya, nimekuelewa. Kijijini ni hali mbaya, kijijini hapa kina nuka njaa. Haya, mama, takutumia chochote kitu, ongea na mjukuu wako huyu hapa. shikama bibi. Ah, vipi salama na wewe je, huko Ah, mimi naendelea vizuri, vipi huko mama, ajambo? Ndiyo ajambo. Eh, hey, nimekumisi juku wangu, unajua nimeongea na wewe nimefurahi. Hata mimi. Eh, hey, wanga wewe. <laughs> Woje mbisi bibi sana. Nimekumisi. Haya juku wangu, njoo nakusubiri. Haya bibi. Oh. Kesha naomba uniachie basi ugali wa mchana, na mimi nataka nile. Wewe wala wa ndama utaukuta, utakutana na kikuku chako hapa, na na kitunga chunga hapa, kisiibiwe. Wewe na kikuku chako kina hili kitenge <laughs> sawa. Haya, mjukuu wangu, jamani, nimekupenda sana na mimi pia nakupenda. Sasa sikiliza, mdogo wangu, hii hapa napokutoa, tuvuka sawa. Nakusaidia utoke, utajua mwenyewe huko unakoenda sawa Najua huyu bosi wangu anakutesa sana. Kwa hiyo cha kufanya hapa mimi nafanyaje na kutorosha sawa. Sawa, kwa hiyo wewe utatembea hapa mdogo mdogo, utaenda Sawa. Ah, so, shika hiyo. Shika. Somda akulemba. Eh eh. Ah. Shika, angalia. Oje, ngoje, aya, apa, hey. Apo taratibu, angalia, weka mguu huku juu, ngoja ngoja weka, utakutwa hapa babu. Hapo vipi? Sasa umesikia, hapo ulipo, utatoka hapa ukimbie sawa, unaenda unatembea, unakimbia, unakimbia, utafika mbele utakutana na njia panda. Sawa, hii kushoto kuna wanyama wakali sana, usiende. Nenda hii ya kulia, kulia utanyosha moja kwa moja, utakuta kijiji. Sasa kwenye kile kijiji utapata msaada sawa, bwana mdogo, umenielewa? Ah, changamka. Mke wangu hivi, hayo mawazo yatachukua muda gani hmm? Kwa sababu hapa ndani kila kitu sasa hivi kwako ni kukaa na kuwaza tu, umekuwa mtu wa huzuni, amna kitu chochote kinafanyika hapa ndani. Unafikiri mimi siumii kuhusu mtoto? Naumia sana. Hem, tujitahidi tushirikiane kwa pamoja kumtafuta mtoto na kumwombea pia ili awe salama. Mimi naamini Mwenyezi Mungu hatujamkosea, atatutunzia mtoto wetu na tutampata akiwa salama kabisa. Hemu punguza hayo mawazo na ikiwezekana acha kabisa, tutafute suluhu ya kumpata mtoto. Nimechoka, ni akili yangu imechoka, mwili hauna nguvu sina hamu ya kufanya kitu chochote, ba Musa. yaani e, chochote sina hata hamu ya kula, najitahidi hata ninywe maji nashindwa. Ninawaza eh, kwa nini madam hapatikani. Ninawaza ninakulaje? Mimi sijui mwanangu wamekula au hajala. Usingizi sipati, ninalalaje sasa kwa hiyo kutokula kwako utapata majibu ya kwanini madamu wapatikana, hmm? kwanini unajitesa na njaa ikiwa tunatakiwa tupambane, eh? Sina hamu ya kula, mme wangu, sijisikii kula. Sio kwamba najitesa, sijisikii kula, si unanielewa? Msikilize vizuri, yani sipo sawa bosi, ah. Sina cha kusema, nimetaidi sana kumkimbiza Musa amenitoroka. Unasema Johnny, unajua ni kiasi gani nimejitengenezea heshima ndani ya jamii? Kutoroka kwa Musa, unajua madhara atakayotupatikana? Unajua ni baraa zito sana, nitatokea Sikutegemea. Unazungumzia rais rais, eti nikusamee. Unachukulia rais rais tu. Tamani Boss. Boss inaomba samahani sana. Toka nimefanya kazi na wewe muda boss. Toka, sitaki kukuona shetani na nusu wewe ah. Nina maumivu ambayo siwezi kuyaelezea kirahisi kwa sababu ya mtoto m, naumia sana m. Kula sawa, tumwombe Mungu, tujitahidi. Sasa ukiwa unashinda na njaa, utadhoofisha afya yako, utawezaje kumtafuta mwanao? Unatakiwa ule, upate nguvu ya kuweza kupambana kumtafuta mwanao sasa mwanao anapatikana alafu we unaenda kufa itakuwaaje? Nitajitahidi mume wangu, ila kwa sasa hivi niache nipumzike kidogo mm -mm. mimi ninachotaka kufanya sasa hivi, naenda kukuletea chakula ule. Sawa, sitaki hayo mawazo tena, tumeelewana sawa

Nani eh? Jamani, uko na nani huyu jamani? umekuja na Nani? uko na nani hapa? Kuna watu wamekutupa. Mbona umelikia hivi? Jamani, mtoto ana nini jamani, wewe umekuja na babako hapa em, twende eh, na nyumbani

Hivi yani, sijui shida itakuwa nini. Eti una matatizo gani wewe? Sasa shida ya huyu mtoto kuongea aongei, yani asemi chochote, tangu nilivyomchukua kule mpaka hapa hakuna anachokiongea. Maskini ya Mungu. Janywe tu uji, labda ana njaa sana, maana hiki kitumbo yes, kimebanda unaweza kukuta hata siku mbili ya jala. Hmm. Yani kuna watu wanaloo, yani roho kabisa ile nzito. Mtoto wako kapotea, umuoni sijui ka, lakini hayupo mtu analala vizuri na usingizi anapata mm. Kashishi apo, naweza ukakuta mama akufikia kaenda kafanya pukushani mpaka mtoto anaondoka, ye kimya, na wanatuumiziaga watoto zito. Watu watu watu watu wa mama akufikia nalo lonzito. Kunywa mtoto mzuri, uniambie vizuri, baba, njaa inakufanya yani usiweze kuongea eh? Baba mama, mtoto umuoni, hujui kaenda wapi eh? Sijui katoroka huyu, sijui kuna kitu kauziwa nyumbani kwao, kaondoka. Mbona kazi watoto nao wana roho zao hivyo. Umemkela, unamkela kila siku, ana amani huyo, anajiondokea zake sasa. Namna hiyo umemkomesha nani? Hujui mtoto yuko wapi, weye baba na mama starehe tu zimewashika basi. Eti kunywa, mtoto mzuri. Kwani mama yako yupo? Kijiko e, cha tatu unaanza kutikisa kichwa. Utaniambia tu, najua ukimaliza uuji wote utanieleza yote, na babako yupo. Haya, wazazi kumbe wote wapo shida Mtoto eh, wa kiume huyu mkubwa, nikisema kwamba kapotea, akafanyaje? Umri kama huyu kweli mtu anapotea? Wengine wanatafuta watoto, wengine hawajali watoto, sijui jema lipi. Ah. Kuna watu jamani, wana mioyo hm. Nakaa tu mtoto wako ujui kaenda wapi, kama karudi shule haja kama yani kama wamama, eh, wamama kufikia mi wanaki, maana hawa ndo sababu kubwa watoto kwa machokola, watoto kujazana katika mavituo ya mabasi. Mi huwa nachukia sana Hani, kuna watu wana moyo. Mimi nakwambia, yani usingizi msinge pana amanini jusaiwixineleweivulayanisi ona nilipouliza, walinyamaza maskini, nilipoandika wa walifuta mbele, nilipo songa nyuma, walimvuta ata, nilipowaita hawa